Inaweka rais inaweka baraza, lakini yote yanafuatiwa baada ya uchaguzi. Kwa hivyo uchaguzi ni suala lenye uzito wa kipekee katika nchi yoyote. Sisi kama tume ya uchaguzi tuna dhamana na dhima ya kuendesha zoezi hili, lakini kama mnavyojua, tume haiendeshi zoezi hili peke yake tunashirikiana kwa kiwango kikubwa na wadau mbali mbali na mafanikio ya zoezi hili ni juhudi za pamoja, sio juhudi za tume watendaji wake peke yao, ni juhudi za pamoja za taasisi mbali mbali ikiwemo jeshi la polisi ambalo jeshi la polisi ni wadau wakubwa na ukichunguza katika kila hatua ya uchaguzi, jeshi la polisi limetajwa kama sehemu ya uchaguzi katika kila hatua. Na kwa hatua hii tuliofikia, kwa niaba ya tume, napenda nitoe pongezi kubwa sana kwa jeshi la polisi kwamba limetoa ushirikiano mkubwa sana katika kufanikisha zoezi hili hadi hapa tulipofikia. Tuliona jinsi zoezi la uandikishaji wa daftari la kudumu la wapiga kura lilivyokwenda kwa ufanisi wa hali ya juu. Lilichangiwa sana na mashirikiano makubwa sana ya jeshi la polisi. Tuliona zoezi la uchukuaji fomu, urudishaji ili kwenda kwa ufanisi mkubwa. Hadi saa hizi zoezi la kampeni linakwenda likiwa shwari, utulivu, na hadi sasa hatujapata kama tume malalamiko kutoka kwa wadau. Kwa hivyo tunawapongeza sana kwa kutimiza wajibu wenu wa kikazi na wajibu wenu kwa kutek keleza majukumu ya kitaifa, na tunategemea kwamba kama tulivyofanikiwa katika hatua hizo, basi inshallah na hatua zilizobakia tutumie mbinu hizo hizo tulizotumia, busara hizo hizo tulizotumia, hekima hiyo hiyo tuliotumia, mpaka tuvuke katika zoezi hili kwa salama, kwa amani liwe ni zoezi la kuridhisha, zoezi litakalowacha alama kwamba vyombo vyote vimetimiza wajibu wake. Kama mnavyojua katika mazingira ya uchaguzi kwa ujumla, mazingira ya uchaguzi unapochagua hichi na hichi, kunakuwa na ushindani, kunakuwa na hisia kali mara nyingine kunakuwa na mikusanyiko na wakati mwingine kunaweza hata kutokea matukio yasiyotabirika. Jeshi la Polisi lina jukumu la kulinda usalama wa watu wote na mali zao na kuhakikisha kwamba hayo yanafanyika bila ubaguzi, bila upendeleo wa aina yoyote au kukengeuka na kuja kushabikia upande wowote. Tunapokwenda tukatimiza majukumu yetu katika hali ya uweledi, kwa sababu uweledi mmoja wa jeshi la polisi ni kwamba hata sheria imeiondoa jeshi la polisi katika ushabiki wa kisiasa au wanachama wa vyama.